Ukimwi na baadhi ya mambo kuzingatia bila kuangalia kitabuni, kile herufi ya alfabeti kuanzia a mpaka z, kuna jambo itagusa kuhusu ukimwi sipokuwa x na q, ni mambo ya kizungu x tuna x ray na q tuna queen. A, acha ngono uzembe ya. B, badili tabia sasa. C, chukua tahadhari kabla hatari. D, dumu na mpenzi mmoja mwaminifu aliyepima kama maguri sabule huyu. E, epuka vishawishi aendaye kusema hapana. f fikiri mara mbili kabla hujafanya ngono. G, gongo na vilevi vingine uathiri uwezo wa maamuzi. H, hakuna utakachopungukiwa kwa kuacha kujaamiana. Ai, ishi kwa matumaini kama mkishambukizwa. J, jipende kwanza, jilinde, jiheshimu, jiamini na jithamini. K, kondomu ite kukinga, ero leo, laha kesho karaha. Vilevile e, mmapenzi si lazima kujaamiana. E, ninaenda kapime. O, ndo uoga, pima. Pi, punguza tamaa yahe

nijifunzia mambo haya nikiwa katika waganga wa tiba ya asilia pale Msoma, wenye bangi ya bangi pale Msoma wenye bangi. nimesikia unajiita profesa, wewe ni profesa wani? Mimi ni profesa wa tiba za jadi asilia, kwa kulipatia watu mafunzo haya. Nimerithi kutoka kwa babu, na babu ni pamoja na vitu vitumbi? Hapana, tiba za jadi asili za kunywa dawa za kunywa tu, hakuna hakuna dawa. mimi sipigi ramli. Upigi ramli? sipigi ramli. Kwa hiyo wewe, ni jina lako umesema ni nani? Magori Sabure. Unakaa wapi? Kinyambwiga. Kinyambwiga ni wapi? Kata ya Guta, wilaya Bunda mjini. uh -huh. right. kwa mara